Kumekuwa na mzozo wa maneno kati ya Doto Magari na Dula Makabila unaohusiana na ndoa ya Haji Manara. Doto Magari amemkosoa vikali Dula Makabila akimtuhumu kwa kutokuwa na heshima na kuingilia maisha ya Manara. Katika video moja, Doto alieleza kuwa Dula anajichanganya hadi meno akimshutumu kwa kuingilia ndoa ya Haji Manara na Zaylissa. Baada ya ndoa ya Haji Manara na Zaylissa kuvunjika, Doto Magari alitoa maoni yake kuhusu mzozo uliotokea kati ya Haji Manara na Dula Makabila katika video iliyochapishwa kwenye Instagram, Doto Magari alionekana kuingilia kati vita ya maneno kati ya wawili hao akieleza hisia zake kuhusu hali hiyo. Kwa sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa Doto Magari kuhusu suala hili. Mdogo wangu wewe, mbona unajichubua mpaka meno watu waseme wewe rangi yako hiyo? Wewe kwanza unamweza mzee ki? Una hata kimaisha, unamweza mzee? Hata muonyeshe account za benki unamfikia mzee? Wewe bila hata kwa singeli hivyo vi milioni 5 milioni 10, unaopewa na cost, unajiona wewe ndio umemaliza dunia. Mshamba wewe, kosha kumpeleka tanchi gani sulika naye hadi ukamwoe, hata kwa mganga wako je, kumpeleka Bagamoyo? Mdogo wangu badilika sawa, haya maisha kuna leo na kesho. Punguza ukali wa maneno Sawa, yule mzee umwezi kwa lolote hata mzee, Mungu amchukue kwenda kabulini, akufike tena bado hujamfikia utajiri wake. Acha ujinga wewe, mwache mzee, watu wa rilaksi. Unataka sifa mitandaoni dunia nzima wewe, unaacha hata kufanya shughuli yako lopewa ya chama. Acha ujinga wewe, kuna watu wanakuangalia wakubwa pale, unaongea ujinga, unaimba nyimbo za kijinga. Wewe, una akili wewe? Kichogo, mbona unajichubua mpaka meno si atuseme? Tunajua yako mengi Mshamba yeye. Eh. Waambie na wapambe wako wanokuzunguka. Mimi naongea hivi kwa Dotto Magari. Mzao wa mtaalamu, uniambie chochote. Hata tukutane mtaani na kupasua. Acha ujinga wewe. Acha kumsema mzee vibaya wewe. Wewe unamfikia mzee. We. Mzee kamwacha sungura topo yenu, anaendelea na maisha yake. Si ndo dunia ndio maana ikaitwa dunia. Watu wanaachana na waona ndio maana ikaitwa dunia. Bila kuachana kuona si ingi dunia. Acha yeye anatongea na maneno mengine. Acha ujinga wewe. Punguza kwa leo maneno kabla hujaifanya jambo mtandaoni angalia. Itapokelewa au lipokelewi? Unaona sifa sasa, unapata nini nini? Mzee kumwacha yule sungura toke, au kinakuuma nini? Mzee ataendelea maisha, atamfuata mwingine, ataweka goma lingine ndani, maisha yanaendelea, ndio maisha kidunia. Hii vipi, ndugu wangu? Wewe ndugu wangu, hii dunia kwanza, siku zote ukigombana na mtu utakia umseme mabaya hivyo, siku utamhitaji. Bula hujafikia huko, wewe bado ndugu, ah, wangu. Vipi wao magari mawili Alfa, ni la delivery la kuuzia nyama hiyo na hicho kibaruni chako. Mdogo wangu angalia hii dunia, acha mzee wa watu wa relax, acha maneno. Mzee ana shida na mtu, Mungu hajataka, tumemrudisha. Mungu akipenda tutampata mwingine, ndio maisha. Sasa unaanza kutaruki, si mzungu mzungu, si kufanyaje? Inakuma nini wewe? Kumbe liko ina kuchoma? Basi njoo ole, hata tunamuoa dada yako, tumemwacha ole sungura tope, tunamuoa dada yako, sasa tunamleta pale kwa mzungu. Acha ujinga, mdogo wangu, punguza ukali wa maneno. Hii dunia, usijione ndio taikuni, mdogo wangu. Mdogo wangu una nini wewe? Mbona una nini? Kinachokuchanganya kukutana na watu muhimu kwenye mikutano yako? Acha ujinga wewe, heshimu kanuni, heshimu dunia. Watu wanakuangalia, watu wanakuhitaji kwa vitu vingi mbele.